Baada ya kukua kwa kujivuta uchumi wa taifa mwaka 2024, mwaka huu 2025 serikali inanuia uchumi utaimarika zaidi kwa hadi asilimia 5.3, lakini baadhi ya wafanyabiashara katikati mwa jiji la Nairobi wanatilia shaka hili. Hebu tusikize baadhi ya maoni ya wale tuliozungumza nao. Kuna KRA, tunalipa kila siku hamsini. Hiyo unalipeana kila siku, ukilipa hiyo utoe mahitaji yako hapa, ubaki hata na dururu ya kuweza kuweka kwa akaunti yako, kwa hakiba yako. So ile wakati utakuwa unataka kaloan kako kadogo, wale watu wa bank hawataweza kukupea. Imeniathiri matumizi nyumbani, unakosa unaenda nyumbani bila kitu kwa mfuko. Nimepunguza starehe, si venye nilikuwa napiga sherehe. Nimeadjust na hii maisha ya saa hii, pesa kidogo nitumie kwa kazi nyingine ya maana. Gava imekaza pesa, in short. At least kama inaweza achilia pesa isambae kwa common mwananchi, wazakiwa sana.